yasahihishwe juu ya vitenguzi vya udhu. Baada ya kuona vitenguzi vya udhu, mambo ambayo ni wajibu mtu akiyafanya atawadhe, anasema muallifu, kuna mambo muhimu yatakikana yarekebishwe, yasahihishwe. i'lamu ayuha lfata almuslimu wa anti ayatuha lfatatu lmu'mina

damu hutokwa na damu bisababi isabatin fi ljismi au hijama, kwa sababu ya jeraha au mtu kapata tatizo katika mwili wake. Kwa hiyo damu hii inayotoka si sababu ya mtu kwamba kutengukwa na hudhu au akafanya hijama. Pia hii si sababu ya mtu kutokwa au kutengukwa na udhu, wa hadha la alaqata lahu binafhi lhudhui, na hili halina mafungamano na kutengukwa na udhu. Kutokwa na damu ya kawaida yakidonda kupata jeraha, ikayo nemtoka damu, hii haitengui udhu. Lakini kitu cha pili, al-qay'u matapishi, kwamba mtu akiwa ametapika pia utengui udhu. Jambo la tatu, alqahqatu fi lsolaa, kicheko katika swala, mtu akacheka katika swala, wa hiya dhahiku bi soutin murtafi', mcheka kwa sauti juu kabisa, wa hiya tubtilu salaa, hili inabatilisha swala lakin la silata laha bisihati wudu'i au butlani. Mtu akiwe katika swala akapiga kicheko cha nguvu kwa sauti, swala yake inaharibika, lakini sio udhu wake, udhu unakuwa unaendelea. Ambanne, duhulu daurati lmiyahi uingie chooni, uingie chooni, alhamam bila na'li, bila viatu Aidha imetokea dharura kuna kitu mtu achukue pale chooni, kaingia bila viatu, haijalishi pako vipi, lakini haitokei tu mujarradi huo. Yapo fihi nadhar, katika hili lazima tutizame. Kuna vyoo kama vile vya stendi au vyoo vya public, wale watu wanatumia tu kwamba hawajali udhu hawajali wamejisaidia kwenye nini. Hapa kidogo kuna mushkila, lakini kuna vile vyoo ambavyo ni safi. Kuna wengine wanahukumu tu kwamba kile kitendo cha mtu kuingia chooni pale, sasa kuna kitu ukasahau ukaenda kuchukua, basi uku hana ndio kitu kinachokusudiwa. Ao wamefahamika eh? Namba tano lamsu najasati wa izalatuha

Hii itamlazimu tu mtu aondoshe ile najisi ambayo imepata ile sehemu ya mwili au nguo au, au kitu kingine, itamlazimu tu mtu aitoe ile najisi, iondoshwe katika sehemu ile ambapo pameingiwa na najisi, lakini siyo kwamba udhu wa mtu unaharibika. Hapana. Waama lwudhuu fala butlana lahu bihadha, udhu haubatiliki kwa mtu kushika au kugusa najisi. Udhu haubatiliki. Haya ni mambo muhimu ambayo mualifu ameona kwamba ayatanabahishe kwetu sisi tusiye tukayachangana. wa, bayo, wa tutusisi, mima yataalaku biludhui, na katika mambo yenye kufungamana na udhu

katika msimu wa baridi hiyo. Na ni khufu hiyo, wayajuzu almasfu alayhi wa ala aljaurabaini, na inajuzu, inajuzu kupangusa juu yake, na kadhalika katika soksi pia, mbili zile mtu anazovaa soksi. Sawa sawa, khufu huwa hidha'un min jildin -jil yatu laini kilichotengenezwa kwa ngozi yulibasu khaasatan fi shita, kuvaliwa hasahasa kipindi au msimu wa baridi. Wanasema kwamba kiatu hiki kinakaribia kufanana na socks, kwa maana mtu hata akiwa nyumbani hana haja ya kukivua, anakuwa wakati mwingine hata kulala nacho, analala nacho ikiwa masihi kuna hofu hofu, tumeonyeshwa zinaonyeshwa ni kama kiatu, si kiatu, yaani nusu kiatu nusu soksi, maanake unaweza ukavaa pia juu ya kiatu kingine, na Allah ndio mjuzi zaidi katika hili. wa yajuzu almashu alayhi waala aljawrabaini, inajuzu kupangusa tu juu yake, yaani badala ya kuvivua, badalan min ghusli ya rijlaini bishuruti yani mbadali baada yani, ya, yani kwamba badali ya kuosha miguu miwili mtu akakivua na akaosha miguu miwili, inajuzu tu kwamba mtu akapangusa tu juu ya hofu au hizo soksi, lakini kwa masharti. Shurutul masah, sharti za kupangusa, ayul basa baada alwudu. Zatakikana zivaliwe baada ya udhu, kwa mtu katawaza udhu wake uliokamilika, alafu ndo akavaa zile soksi au zile hufu. Sharti ya pili, an yakuna alkhuf au ljaurabu tahira, iwe hizo khuf au soksi ni tahara, ziwe hizo khuf au socks ni tahara wakati mtu anavaa. Namba tatu, anyakuna alkhuf au aljauraku qawiyan mutamasikan, ziwe hizo khuf au socks ni nguvu zilizoshikamana, zilizoshikamana, ziwe na ugumu fulani na zilizoshikamana

raqiqun wa wahafifu vinatokana na ngozi au sufu. Kwa maana saa nyingine vinaweza vikawa ni ngozi au vikawa pia vya nguo, pia wa hakadha, lakini sharti kwamba vina vinastiri yani, vinaficha huu unyayo kupanda mpaka kwenye kongo mbili

Inaenea kiatu chochote ile. Ikisema hufu, kiatu chepesi chepesi sana, yani kwa maana ni chepesi, ile ngozi ni chepesi, uzito wake inatokana na ngozi au sufu, kinaficha mguu ule, mguu chini ule unyayo unafunikwa na kadhalika pia inafunika kongo mbili, hiyo hofu hiyo. Ila kiatu ukisema tu kiatu, ni kiatu chochote kile, iwe dala ni kiatu sawa, iwe sendo, iwe kobazi. Kwa hiyo hapa tuone kwamba kiatu hiki mtu akivaa kinakuwa kimeshikamana na mwili kimeshikamana na mguu, lakini pia kimefunika unyayo na kongo mbili zote. Ndio hii khufu inayokusudiwa, japo katika hukumu baadhi ya ulamaa wamejuzisha kwamba inaingia hukumu ya kila kiatu mfano wake, lakini ila ni kwamba kuwe na ugumu aidha baridi kali, lakini pia wakati wa kuvua mtu kidogo anapitia ugumu, ndio akivua wa. Tuendelee huku mbele inshallah, tutapata ufafanuzi uliokuwa mkubwa zaidi. wama hiya al mudda allati yajuzu lana fiha istikhdamu hadhihi rukhsa, ni upi muda ambao inajuzu kwetu sisi kutumia hii rukhsa? wama hiya almudda, ni upi muda allati, ambao yajuzu lana itajuzu kwetu sisi fiha wa muda huu istikhdamu hadhihi ruhsa kutumia hiyo ruhsa. Ruhsa maana yake ni kitu ambacho asili yake hakifai lakini ukaruhusiwa kutokana na dharura fulani, kama vile kuunganisha swala kwa ajili ya mvua. Kuunganisha swala mbili asili yake haifai, si ndio? uunganisha swala yaani, kwamba wewe swala ukaziswali zote kwa pamoja, swala mbili haifai, ila ukiwa safarini. Kwa sababu uko safarini, pu ukaruhusiwa. Yaani hicho kitu maana yake kimezuiwa, ni haramu. O bwana, umeruhusiwa hapa bwana, uingiingii tu hivi hivi. Kwa maana ni mamnuu adukhulu fiha, imezuiwa kuingia sehemu ila ukiruhusiwa. Sasa aweza ukaingia, na hii ndio asli. Majumba yetu pia ni haramu kuingia ingia tu, kwamba wewe unajuana na Abu Fathana, wewe unaenda kwake, unaingia tumepitiliza mpaka ndani, haifai. Ila mpaka ukiruhusiwa, ingia, ndio utafaini taingia. Kwa hiyo, bado inabaki tu ile ruhusa, iko vile vile kwamba mpaka uitafuti, si kwamba labda mara moja tu alafu siku zote sasa wewe we, uje we, huu we, unaingia tu, mfano unaelewa. Kwa hiyo ni muda muda gani ambao hii ruhusa itakuwa ni yenye kubakia? Ni muda gani, muda gani hii ruhusa itakuwa ni yenye kubakia? yakunu almashu lilmuqimi fi baladihi yawman wa layla, yule ambaye si msafiri, mkazi, si msafiri, yupo yupo tu yaani wee huko tu kwako nyumbani pale unakuja kuswali au unaswali na fika muda unatawadha, inajuzu kwako kwa upakaye juu ya hofu au soksi mchana na usiku wako, sawa au siku moja, yauman wa leila. Amma almusafir, amma aliye safiri, falahu thalathatu ayami bila yali yeye ataunganisha muda wa siku tatu

hii mmoja ya dalili kuonyesha kwamba hivi viatu si vya kawaida. Wewe, viatu vyako, hivi viatu vyetu, unaweza ukavaa eti muda wote ukalala navyo ukafanyaje? Inawezekana labda kwa kazi maalumu, labda wakulima, sindio? Mtu ni mkulima huko, au mwanajeshi jeshini huko weza akavaa ue, kwamba siku tatu mfululizo kavivaa viatu vyetu vilivyokuwa vigumu hivi, si ukitoka hapo ngozi nayo inababuka huko. Maana yake vina ile kwamba vimegandamana hasa na kwao. Hii ni dalili kuonyesha kwamba hivi pia ni viatu maalumu ambavyo unaweza ukalala navyo ukaamka navyo. Umefahamu? Wa kaifa namsahu ala alkhuffayn au aljawrabayn, ni vipi sasa utapangusa utapaka juu ya hofu mbili au soksi. Yamsahu almuslimu ala zahiri alqadamayn, Muislamu yatakikana upanguse juu tu panapoonekana katika nyayo sio chini. Min a'la maratan wahid, kutoka juu mara moja. Kulama arada alwudu, kila ukitaka kutawadha. Kulama arada alwudu, kila mtu akitaka kutawadha. wa hadha min taisiri lislami, na hii ni moja katika uwepesi wa Uislamu, kwamba Uislamu ni dini ambayo inampelekea mtu au inamwamuru sheria zake pale kukiwa na ugumu wowote, basi afanye uwepesi. Kwa hiyo Uislamu ni dini nyepesi, Uislamu ni dini ambayo ni nyepesi mno. Mtu asiye akasema, mimi bwana nimeshindwa bwana, sawa. Mtu asiye akasema, mimi bwana nimeshindwa siwezi

kubwa kabisa yahtaju ilaiha almuslimu kathiran fi hayati muislamu anahitajia -e sana anahitajia -e sana sana sana, jambo hili katika uhai wake wo wote, kwa ujumla wake, apatane na hizi kwa sababu wakati mwingine sasa mtu atabana. Basi hii inaonyesha kwamba itafadhi wafanya sawa kwa ikiwa sio kwamba hofu haziingii katika hivi vya kwetu vya kawaida, basi soksi zitafanya nini? Zitaingia, soksi zitaingia, kwamba mtu ana soksi zake, kaamua kwamba sasa hizi havui, anapangusa tu kwa juu pale. Tena anapangusa sio huku chini ya unyayo, hapa hapa juu ndio tu hapa anapangusa, ana anaendelea na maisha mambo ambayo yatatengua yata huko kupangusa katika hofu mbili au hizo soksi, ikitokea jambo ambalo litakuacha uoge ma yujibul ghusl, jambo ambayo ni wajibu kwa jambo hilo limekutokea, lazima uoge, basi hakuna tena kupangusa. Sasa ni lazima ufanye nini? uvue Sawasawa, kama janab na kadhalika. Huo muda uliopangwa, sasa usipitilize. Muda uliopangwa, usipitilize, na hiyo ni dalili kwamba hicho kipindi cha baridi kweli. Anako umekaa siku tatu hujaoga, sha maisha ya wapi, ya Njombe au ya wapi? Ake, siku tatu hujaoga. Kwa hali ya vijana wetu sisi, hawezi kapita siku moja hajaoga ataiweje ataoga tu. Lakini pia katika jambo lingine lenye kubatilisha hiyo masi ni kule kuvua hizo hofu, moja au zote, au zikawa zimeondoka, yaani zimedondoka zenyewe. Lakini pia Anasema pamoja na khilafu ya wanachuoni katika baadhi ya hizi hali, hasa masala ya nakdhu tahara, bintihai almudda au naz'i alkhuf, hili la kuivua ile khuf na kadhalika, kuisha muda, kuisha kutengukwa na tahara Baadhi ya wanachuoni wameona kwamba hili, yani wamezozana katika hilo. Kwa hiyo tumesema, ikitokea jambo lenye kuwajibisha kuoga kama janaba, hedhi, nifasi, basi kutabatilisha huko kupangusa. Kuisha muda wa huyo ambaye ni mkazi ni siku moja, yaani masaa ishirini na nne, msafiri ni masaa sabini na mbili.

In kwa kauli ya jumhuru lulama, na hapo ni wajibu sasa, mtu ataosha nyayo zake kama kawaida. Pia wakawa wamewiga kwamba inkishafu lqadam, yani kwamba kama vile uwe unyayo ukatoka katika ile hofu ni yani, ikawa kama vile inaonekana hali fulani, kama vile imejivuta ikawa inaonekana ule unyayo. Hili pia wamesema kwamba ni moja katika vitu ambavyo vyenye kutengua vyenye kutengua hiyo masu alal khuffaini. Kama tutakuwa tunaelewa basi ndio hivyo, kama hatujaelewa basi tuweze kuuliza. Inshallah, wa barakallahu fikum, wa jazakumullah khairal jeza.